Zia, msikilize ndugu yangu. Shem tafadhali. Tupitia kipindi kigumu sana. Bana huyo ni Diamond Platnumz ambaye anajaribu kumwombea msamaha uh, Mwijaku kwa mke wake ambaye anaitwa Alice. Unajua siku za hivi karibuni kumekuwa na trend ambayo imekuwa ikiendelea kwenye mitandao ya kijamii ikionekana Mwijaku ameachana na aliyekuwa mke wake lakini pia alithibitisha hilo baada ya kuhojiwa eh, na Klaus FM kwamba ni kitu gani ambacho kimetokea mpaka kuhakikisha kwamba ameachana na mke wake, kwa sababu sasa hivi hawaonekani wakiwa Bennett pamoja kama ilivyokuwa awali. Lakini pia Mwijaku alisema ni kweli wameachana, lakini anaamini Alice ni mwanamke mzuri na atakaye kuwa naye atakuwa amepata mke bora. Lakini pia akuishia hapo, Mwijaku aliendelea na kusema kwamba Uh, Alice ameachana naye lakini pia Januari 5 mwaka 2026 ambayo itakuwa ni siku ya birthday yake basi Mwijaku atafunga ndoa. Sasa imeonekana clip ambayo Diamond Platnumz anamsihi Mwijaku kwamba asiachane na mke wake lakini pia kuishia hapo na kuendelea kumwombea msamaha Mwijaku kwa Alice. Sana nataka nikuonyeshe kipande cha video ambacho uh, Diamond Platnumz akiwa anamuombea msamaha uh, Mwijaku kwa Alice. Alafu natamani kujua kwa upande wako wewe, je, ni sawa? Natamani Mwijaku arudiane na mke wake au Mwijaku unadhani astahili kuwa na mke wake? Nini maoni yako? Sikiliza kipande cha Diamond akiwa anamuombea msamaha Mwijaku. Unanishauri nini? Eh? Shauri kwanza, kama unashauri kuzidi sio kizuri. Sio kizuri kweli, kwamba lazima shauri ndio. Katika familia, mke wetu kweli, mke wetu tunaangaika naye. Tumeishi naye vizuri. Kweli. Changamoto kawaida. Niombe msamaha ndugu yangu. yangu. Niombe msamaha, nakuombea msamaha, niombe msamaha. Ali simsikilize ndugu yangu. Shem shem, tafadhali. Kipindi kipindi kigumu sana na msamaha ukiwa usipoleta, no, naona nizidi kupitisha kipindi. Please shem. Nisamehe ndugu yangu. Nakwenda